Hili ni zoezi, ni awamu ya nne, tunapata eh, madaktari bingwa na wauguzi wabobezi. Kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, niwakaribishe sana mkoa wa Singida na niwakaribishe kote mtakakokuwa. Ofisi ya mkuu wa mkoa ipo nanyi na itawapa support ya kila aina, ili muweze kutekeleza kazi ambayo mmekuja kuitekeleza katika mkoa wetu. Sisi wa mkoa wa Singida tunajisikia fahari kwa jinsi ambavyo tunapata wataalamu wa bobezi zaidi ya arobaini na mbili kwa wakati mmoja, na wataalamu hao wanatawanyika katika halmashauri zetu zote saba. Hii kwetu sisi ni baraka na ni fursa ambayo tutaitumia vizuri sana. Mimi nina matumaini makubwa kwamba sasa mnakwenda kutoa huduma kwa wakina mama na wakina baba, watoto na wote wato wanaokuja kuwaona kwa wingi zaidi. Kwa hiyo sisi madaktari na wauguzi tujue ni Mungu ametupa hii nafasi ya kuwahudumia Watanzania wenzetu. Kwa hiyo ukifika mahali kwenye kituo na ukapata neema ya kuonana na wananchi ambao wana changamoto mbalimbali, jitoeni kikamilifu. Wasikilizeni kikamilifu. Serikali imewasomesha ninyi ili tuweze kuhudumia Watanzania wenzetu . Kwa wenyeji DMOs, wananchi wetu wamekuwa wakihangaika, hawana nauli, hawana mdugu, hawana nini. Tumepata wageni. Wageni ni baraka, na wageni hawa ni wataalamu. Tuwawezeshe kwa kila hali. Kwa pale ambapo patahitajika mtu wa msamaha, hatua zi, zitumike ili mwananchi asije akakosa huduma kwa sababu tu ya sera ya uchangiaji ambayo ipo. Kila mmoja kwa imani yake aombee zoezi letu. Madaktari nyie sio wapiga ramli, omba Mungu wako akuongoze, usipige bla bla, mwisho wa siku tunadhalilisha profession. Sitegemee kabisa tudhalilishe profession. Na kwa vichwa vyetu peke yetu hatuwezi, lazima tupate msaada wa nani? Kwa hiyo tukaombe. Lakini sisi sote tunafahamu kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Wakati huu wa kampeni tuendelee kujitokeza kusikia sera mbalimbali mbali za viongozi wanaojinadi, lakini tarehe ishirini na tisa tujitokeze kwa ajili ya kuchagua viongozi ili waweze kuendelea kutuongoza kwa tija. Kwa awamu tatu sasa tumeendelea kupokea madaktari bingwa katika mkoa wetu wa Singida ambapo leo hii pia wamefika ajili ya kwenda katika halmashauri zetu saba. Tuna madaktari bingwa takriban arobaini na mbili ambao watatawanyika kwenye halmashauri, angalau mabingwa sita kwa kila halmashauri. Kwa awamu tatu zilizotangulia katika wateja na wagonjwa walioonwa, ambao tuliona kuna changamoto kubwa, hasa kwenye magonjwa yanaohusika na upasuaji, lakini pia na magonjwa ya kinamama, katika maeneo ambayo tumeona yanaathirika zaidi ni hasa magonjwa sugu kama kansa kwa kina mama, lakini pia hata kwa kina baba, kwa sababu yanachukua muda mrefu, mtu anakuwa anatibiwa kawaida bila kugundua mapema kwamba ana tatizo la, la uvimbe ambao una viashiria vya kansa. Lakini kwa vile tunapata madaktari bingwa kwa wakati mmoja, imekuwa ni rahisi sana wagonjwa hawa kufikiwa. Kuanzia tarehe sita ambayo ni leo mpaka tarehe kumi tutakuwa na madaktari bingwa hawa katika halmashauri zetu hospitali za wilaya na vituo vya afya. Kwa hiyo niendelee kuwahimiza wananchi wa mkoa wa Singida wenye mahitaji mbalimbali ya huduma za afya ambao pengine wamekaa muda mrefu bila kupata huduma ambazo walizitamani, inawezekana ni huduma za rufaa ambazo zitajika kwenda hospitali la taifa au Benjamini akaona ni mbali, madaktari bingwa wako ndani ya mkoa wetu kwa hiyo tunawakaribisha sana tuweze kuwahudumia wagonjwa. Nishukuru uongozi wa mkoa wa Singida kwa kutupokea madaktari bingwa kwa ajili ya kutoa huduma katika mkoa huu. Ni washukuru wa madaktari bingwa wote ambao wamekubali wito huu mkaja katika mkoa huu kwa ajili ya kutoa huduma hizi kwenye zoezi hili ambalo serikali imeona ni vizuri kuwasogezea huduma wananchi na kuwapunguzia mzigo wa kwenda kufuata huduma hizi za kibingwa katika hospitali ambazo za juu zaidi. Tupo hapa mbele eni na madaktari hao, kama nilivyoainisha, kwamba wataenda katika halmashauri saba, na katika kila seti kuna madaktari bingwa na muuguzi mbobezi. Namshukuru Mungu, nimefika salama hapa Singida kwa ajili ya matibabu ya kibingwa ya watoto wachanga na watoto mi. Kwa kweli nimefurahi sana kwa kufika Singida kwa ajili ya kutoa matibabu ya kibingwa na najua watoto wengi wanahitaji huduma. Mi kwa binafsi nafurahi sana kufika Singida kwa ajili hiyo na zoezi hili. Nimshukuru sana Mheshimiwa Raisi kwa kuleta utaratibu ambao kwamba tunatoa huduma kwa watu ambao kwamba wanahitaji huduma ambao wameikosa.